Na kizazi cha baadaye. Kwa hiyo, tunaendelea kutoa salamu kwa wale ambao wanavamia, kwa wale ambao wanatumia rasilimali bila ridhaa, hatutasita kuchukua hatua kali dhidi yao. Yako maeneo wanaingiza ng'ombe ambayo ni madhara makubwa. Yako maeneo changamoto ya kukataji mkaa katika misitu ya asili, ni changamoto kubwa maeneo haya lazima tuyalinde na uwezo wa kuyalinda tunayo, nguvu sababu na nia za kulinda maeneo haya kwa maslahi ya Watanzania mt, kuliko mtu anayeingiza ng'ombe anataka anufaike yeye, lakini sisi tunataka rasilimali hizi tunufaike sote sote. Mradi huu utaboresha miundo mbinu fanyika kwa utalii ikolojia, kama vile ujenzi na ukarabati wa barabara katika misitu tisa, miundombinu, ujenzi na ukarabati wa barabara. Lazima tuwe na miundombinu salama, lakini pia kuimarisha utalii katika misitu yetu, wakati TFS inaratibu utekelezaji wa malengo ya taifa ya kurejesha mandhari ya ardhi ya misitu kama ambavyo imeelezwa katika mkakati utakaozindua ambapo nchi yetu imedhamiria kurejesha mandhari ya takriban hekta milioni tano nukta mbili na kazi hiyo imeanza na inaenda vizuri. Tunategemea Mheshimiwa Waziri, katika kiwango hicho cha takriban hekta milioni tano nukta mbili sehemu yake hekta elfu ishirini na tano zitakuwa zinarejeshwa kwa upande wa Zanzibar, na ni kuhakikishia Mheshimiwa Waziri, tutajitahidi maeneo ambayo tutasema mkakati umefanikiwa.

Sisi kutoka katika sekta ya mashirika yasiyo ya kiserikali tunataka kuonyesha nia yetu njema na nia thabiti katika kuisaidia nchi yetu katika kuleta maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo tukio hili la leo ni mwendelezo wa commitment yetu kama mashirika yasiyo ya kiserikali kwa serikali na hususani kwenye wizara yako, mheshimiwa mgeni rasmi. Tuko tayari kuendelea na kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba mkakati huu unatimiza malengo yake kwa kufikia mwaka 20, 20, mwaka 2030 <mulia>